gazeti mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele lisu kortini kwa uhaini adaiwa kushawishi umma kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ashtakiwa kwa kuchapisha maneno ya uongo kuhusu uchaguzi serikali za mitaa kuwahusisha polisi na wizi wa kura aenda rumande habari katika ukurasa wa nne pamoja na ukurasa wa tano wa gazeti hili nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya dkt lugemeleza nshala ikisema wao upande wa mashtaka wanajua sheria inawataka wanapomleta mtuhumiwa mahakamani upelelezi wake huwa umekamilika, lakini kwa hili tunaona wanakiuka sheria. Habari picha inamwonyesha mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu kushoto akizungumza na mawakili wake akiwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, Dar es Salaam salam aliposomewa mashtaka matatu likiwemo la uhaini. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pamoja na ukurasa wa tano. Gazeti hili limeandika "Siri moshi njombe kuibuka vinara wa usafi wa mazingira Njombe, Kilimanjaro." Halmashauri ya wilaya ya Njombe na manispaa ya Moshi zimetaja siri ya kuendelea kuwa vinara katika mashindano ya afya na usafi wa mazingira kuwa ni ushirikishwaji wa viongozi na uwajibikaji wa timu inayosimamia. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa tatu. Jarida la afya: mkao hatarishi kwa afya yako. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, lakini pia gazeti hili meandika Jaji Mutungi aichambua no reforms, no election. Habari katika ukurasa wa tano. Ujenzi wa barabara Kibaha Chalinze bado danadana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa sita, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili.